siku hizi gumzo la mtaani vijana. Na alhamdulillahi rabbil alamin, serikali yetu nayo pia imeingia katika gumzo hilo mpaka imeamua kuunda wizara nzima nzima ya vijana wizara inayoshughulikia mambo ya vijana tu, na waziri kisha teuliwa na kuapishwa kwa ajili awasimamie vijana wa Tanzania. Ila mimi na nyongeza yangu, kwanza naipongeza serikali Nampongeza Mama Dr. Samia Suluhu Hassan, yeye na washauri wake waliofikiria hilo, kuhakikisha katika nchi kuna kuwa na Wizara ya Vijana, kwa sababu hali halisi ndiyo inahitaji hivyo, ndiyo hitajio la sasa na yeye ameitikia hitajio hilo, na hiyo ni kielelezo tosha cha ukomavu katika uongozi. Huyu Bi mkubwa amekomaa, Mungu amemjalia weledi, anajua cha kufanya wakati gani afanye na kwa ajili ya nini anafanya. Mungu amuwafikishe sana na Mungu amlinde sana na hasadi za mahasidi. Mungu amlinde yeye na wasaidizi wake wote katika serikali yake yote. Mungu awalinde, Mungu awalinde na njama mbaya zinazotoka kokote kule kiwa ndani au nje. Mungu awalinde langu. Mimi kama kiongozi wa dini, mimi kwanza nazungumza na nyinyi ambao mko mbele yangu, lakini kwa kuwa kuna vipaza sauti hivi vitafikisha vita, vita, vita mbali. Ujumbe wangu ni kwamba Vijana ni watoto waliozaliwa na mpaka sasa imekuwa eji yao, tunawaita vijana. Waliowazaa alhamdulillah, wengi wao wapo na waliowazaa vijana hao wengine wangali vijana. Hao waliowazaa hawa vijana waliopo, wengine bado pia wangali vijana. Hao wazazi ni vijana lakini hawa vijana wana babu zao wazee, na hao kina babu pia bado wanao watoto vijana. Mimi hapa nilievuka miaka sabini tayari nishaiya cha nyuma, lakini nina mtoto mdogo anasoma darasa la kwanza hivi sasa hivi yuko darasa la kwanza na vijukuu kama yeye na na wengine wakubwa kuliko hichi kitoto, ambayo huyu ni mama yao, maanake mwanamke. Kwa hiyo nasema kwamba hata hawa kina babu waliopo hawa ambao weshakuwa na wajukuu, lakini wana watoto vijana, nimeshapata kusema mara nyingi kwamba Ukiona tofauti kuna tofauti. Ukiona tofauti kuna tofauti ipo, ndio inayosababisha kuwepo tofauti hii unayoiona. Ukipita mahala ukazomewa na watoto uwanjani kwa mtu, ukiwa mtu unayejiheshimu utajua kwamba anayekuzomea ni nani ikiwa akili yako inafanya kazi utajua anayekuzomea ni nani. Ukipita katika mji wowote ule, watoto wakikuzomea, vijana wakakuzomea, wakakufanyia kitu chochote kile cha upuuzi, hapo ghalibu ni wazee wa hapo ndio wanaokufanyia, wazee wa hapo kama wazee wangalikuwa wamewasimamia vizuri kimalezi hawa watoto na vijana hao, usingepita mzee wewe ukafanywa hayo uliyoyafanywa, ukazomewa, ukatukanwa. Ila mchango wa wazee upo hapo, lakini waliojitokeza mbele ni vijana. Maana kule kuzomea kuna staili zake, mzee haziwezi hata matusi mzee anajua matusi, lakini hawezi kutukana. Tayari shepu yake ishakuwa haimruhusu, na akili yake wakati mwingine haimruhusu atukane, lakini mtoto anatukana, kijana anatukana. Sasa ukimwachia mtoto afanye atakavyo, na akafanya alivyotaka, maana yake mzee ndiye aliye aliyefanya Wito wangu wizara hii wawemo na wazee wenye weledi ili kumsaidia huyu waziri wa vijana. Maana wizara ya vijana huwezi ukamweka waziri mzee ana miaka sabini kama ndo waziri wao, mm -mm. Atashindwa kushughulika. Na zile movement za vijana, lakini nyuma ya waziri washauri kina nani? Wawepo watu wazima, ili jambo liende vizuri, kwa sababu ni jambo muhimu sana kwamba vijana kuwa wamepata wizara yao, ni jambo muhimu kweli kweli katika nchi yetu sisi. Upande wa dini Qurani imeshughulika na vijana, imeshughulika na vijana. Suratul Kahfi, sura ambayo ni sunna kuisoma kila Ijumaa kama leo, imewataja vijana lakini vijana wema kwa sifa njema.

laqad qulna idhan shatata. Hao ndo vijana ambao nyuma ya vijana hawa kuna wazee, ndo maana vijana hawa wakawa hivi katika sifa hii aliyoitaja Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani. Hao sio vijana wako tumtaani, hapana. Innahum fityatun amanuu birabbihim, hao ni vijana wamemwamini Mola wao wasingeliamini pasina kuongozwa na wazee. Mungu katia mkono wake, wazidnahum huda, sisi tukaongeza tukaongeza uongofu kwa vijana. Kwa hiyo Mungu analeta, analeta ile ziada wanayoshindwa wazee, baada ya wazee kufanya wajibu wao. katika nchi yetu wanaanza kutoweka wazee hao. Wazee leo wanawa, wanawaigiza vijana wao, au hata wanawatuma vijana wao kufanya ya ovyo. Wazee watu wazima, kwa faida ya nani? ninavyojua mimi wala si kwa faida ya hawa wazee, kwa faida ya watu wengine ovyo huko, lakini mtu anaamua tu. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, manake kama ikiwa suratul Kahfi

Kijana aoe tu a a. Ndoa ina gharama, ina gharama mashine wenzima, anaweza kulisha, anaweza hivi, anaweza hivi. Faliyatazawaj, aoe. Hana kitu, afunge, funga inadhibiti ghariza

vijana wetu tukae nao tule nao, ili tuwafundishe hata kula. Mtume akamwambia: kijana ya ghulam, ewe kijana we, samillaha samillaha, mtaje Mungu. Kijana alelewe hivi, mtaje Mungu, unataka kula, mtaje Mungu kwanza wakul biyaminika kula kwa kutumia mkono wako wa kulia wakul mima yalik, kula kile kilicho mbele yako. Bwana Mtume amekaa na kijana anakula naye, kijana toka alivyozaliwa kaachiwa na mkono wa kushoto. Na nyinyi wote mnao mna watoto na wajukuu wajukuu zenu mnawaona, ukimpa kitu anapokea kwa mkono wa kushoto na anakula kwa mkono wa shoto, na ukimwachia mpaka atakuwa atakuwa anataka kula kwa mkono wa kushoto. Lazima mzazi, babu, baba, usimamie mtoto wako ale kwa mkono wa kulia. Mtoto mwingine alikuwa na usogoro, bwana Mtume akamwambia ya gulam kul bi yaminik, we kijana, kula kwa mkono wako wa kulia. Yule mtoto akasema siwezi. Makawatoto wakorofi wapo tu toka zama hizo. Akasema siwezi, na mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia lasta ta'ata, hutoweza. Aliko fedhuli, lasta ta'ata, hutoweza. Na mtume aliposema hutoweza, mkono umelegea, ndio umpinge mtume. Almuhimu, watoto wanatakiwa wasimamiwe Tusipowasimamia, tusipowasimamia watoto wetu vijana wetu, hata kwa kuwepo wizara ya vijana itakuwa kazi ya bure. Maanake hiyo vijana wao leo kilio chao kikubwa ni ajira. Watoto vijana hawalilii kulelewa, wanalilia ajira na hawataki vijana wa sasahivi kulelewa lakini sisi wazazi lazima tusimame kidete, tuwalee ili yasitokee haya ya ovyo ya kutokea baadaye. Tukataka kwamba kwa kuwa imeundwa wizara ya vijana watoto wetu walelewe na wizara, haitoweza wizara kuwalea watoto, tunalala nao sisi majumbani tunakaa nao majumbani na wala hii istilahi ya miaka kumi na nane isiwahadaye. Miaka kumi na nane ishirini, thalathini, bado kijana hajajiweza kuwa na busara la kufanya jambo, ila akiambiwa baya atafanya baya, atafanya mazuri wanayojua watu wazima wazee chonde chonde, wazee wenzangu, nimesoma gazeti la Nipashe hapo sasa hivi, linamnukuu mzee Butiku, kasema maneno ya kitu uzima ya kizee, kasema waze, vijana wako sawa na madai madai yao haki nini nini na wako sawa lakini huku walikokwenda sasa, siko fujo kuharibu mali za watu hivi. Ukiuliza wanadai haki, aa, huko siko. Yule mzee kasema maneno ya kiutuzima, na sisi jamani, tuseme maneno kama yale ya kiutuzima ya mzee, badala ya kuwachochea watoto wafanye kama haya yaliyotokea tarehe ishirini na tisa. Haya hayafai kwa sababu tunawapelekea kwenye maangamizi. Wameangamia, wamepotea, watoto wamekufa. Hasara ni yetu, tumekosa nguvu kazi, tumekosa pengine. Wale watu waliokufa, vijana wengine wale, pengine wangalikuwa ndio rais wa nchi hii, angekuwa ndio ndio, ndio ndio wakili wetu, angekuwa ndio balozi wetu lakini tukiwashawishi kufanya mambo ya ovyo, alafu hatimaye wanaangamia wanahiliki wanakufa, hii tutakuja kuhode kukohojiwa siku ya Kiyama. Na Mtume sallallahu alayhi wasallama anasema kullukum ra'in, nyote ni wachunga wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi na nyote mtaulizwa kutokana na hivyo mnavyovichunga. Sisi wazazi tutaulizwa na Mwenyezi Mungu kutokana na hivi tulivyo, tunavyovichunga wachungwa wetu, sisi ni watoto wetu na vijana wetu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, wote mtaulizwa kuhusu raia wenu. Hawa raia jamani, sio raia wa dola tu peke yake, na sisi watoto wetu na wake zetu ndio raia wetu, lazima tuwasimamie, lazima tuwasimamie. Uchumi wako ni wa wastani sana, lakini unamwendekeza mkeo, kila wiki anataka kijola kwenda katika harusi. Utaishi kweli? Utatoboa? wake zetu siku zote tu wanakupa, hapa imekuja taarifa ya harusi na sare hii hapa. Yaani shehe, wanamwonyesha sare, sare hii jamani, hii siwezi. Na wengine wana khiari, uache, uache ada ya shule umnunulie yeye sare ya harusi. Wako tayari. Kuna baadhi ya, ya kina mama, uache ada ya shule umnunulie sare na sare iliyokuja safari si ya kukosa, kwa fulani binti fulani, sare hiyo mita shilingi elfu sitini ununue hiyo tena. Mwingine anakutishia amani kabisa, kwamba utakuwa ulali hapa ya, yaani maana yake utakosa usingizi, utakuwa ulali hapana. Ah, ah. Mtu akikwambia utakuwa hulali, nenda uwani kachukue udhu kabisa, anzisha rakaa mia, usali rakaa mia. sisi lali basi nasali he. na wewe ukiwa unasali usiku wiki tatu, tunayee mwenyewe ataselenda huyo mwenyewe atakwambia. Maana ndio mimi nitake, eh, mna swali sio? Umesema nitakuwa silali, lazima tuku tukanga tugangamale tuwe na msimamo. Watoto ndo watoto, na sisi watu wazima tunastahiki tuwe tunavyostahiki tuwe kama tunavyostahiki tuwe, ni wajibu tuwe kama tunavyostahiki tuwe, tusiwe wazee waliopoliopo tu kwamba si watoto wakisema ndio wamesema. Sasa aliea, hapana. La kukatazwa wakatazwe, la kuonywa waonywe, lakini sio kila kitu wafanyiwe, hapana. Kwetu kijijini, huko kwetu kijijini kwangu, hakuna ndani hii mabanda ya ya, ya pombe. Alikuja mgombea mmoja, akawashawishi vijana kwamba mkinichagua mimi katika hivi vyama hivi vya upinzani hivi mgombea mmoja akisema kwamba mkinichagua mimi nikiwa diwani, wakata hii hapa kijijini kwenu na nyinyi mtachangamka, patakuwa na ubanda wa pombe. Eti hivi ndio maendeleo haya. Na vijana baadhi yao walimshabikia sana yule, na wakataka kumkataa diwani mzee, huyu mzee tu mpaka leo kijiji hichi kina kila kitu. Kuna hospitali, wanasifia watoto kijiji chetu, kuna kila kitu, shule, nyumba za walimu za nati ipo, daktari mzuri yupo, lakini ubanda hakuna. Hicho ndo wanacholilia watoto, watoto wadogo, ubanda. Lakini tukasimama wazee wa mji ule, tukasema: hapana, hapa mzee mwenzetu ndo anakuwa diwani. Alhamdulillahi, mzee wetu, mzee wenzetu kawa diwani Watoto yani wao hawana fikra ya maendeleo, ila ubanda wa pombe kijijini kwangu. Jamani, yani kijiji changu kinaonekana kimechelewa, na miongoni mwa watu wanaokichelewesha kijiji kile ni mie, kwa sababu pana ugumu sana kuwepo kibanda cha vibanda vya pombe. Unaona hivyo, wenzetu vijiji vinavyofuata kuna mama huruma, unaona hivyo na kuna kitu kingine siwezi kukitaja. Hawa watu hao watakirusha kitafika mbali, lakini hicho, mkiniuliza pembeni huko, nyiwe waandishi wa habari, nitakwambieni. Kinasifiwa huko katika kijiji kingine, unaona hivyo. Yaani maana yake kuna sehemu ghali kidogo, kuna sehemu rahisi. Hiyo ghali kidogo ni buku ya jamani, ndo watoto hao wanataka hivyo

Baadhi ya wazee wengine ndio hawajali muharibiko tena, hata mkisikia ni watu wa dini, lakini hawajali muharibiko wa maadili ya jamii yetu, wao hawajali. Ah, mimi nasema tusikubali, tusikubaliane yani nao katika hilo. Lazima tuchunge maadili ya watoto wetu, lazima jamani. Mimi nakwenda kijijini kila siku huko Baadhi ya watoto wananiapiza wanasema, huyu kwa nini hafi? Anakuja sana hapa, ndiye anayekwamisha ubanda. Yaani mimi nakwamisha ubanda, wala wakati mimi sijasema chochote, lakini uwepo wangu wa kila wiki wanasema ndio kwa maana ubanda hapa nanii. Na alivyofaulu diwani wa CCM vidole vyote vimeelekezwa bile, kwangu, wanasema huyu huyu, hmm kafanya kila alilolifanya mzee mwenziwe, kafaulu kapasi. Sasa yule mzee mwenzangu anakwendana na maadili ya utu. Nyinyi mnataka kijiji chetu kiwe na ubanda wa ulevi, na mimi sina sina haja. Kwa nini pombe ndo maendeleo? Kuna nchi jamani imefilisika kwa sababu haina viwanda vya pombe? wanionyeshe wataalamu wa uchumi watuambie, kwamba nchi fulani imefilisika kwa sababu haina viwanda vya ponde. Hawanyi gongo, na ile kule ni gongo, gongo na mitaputapu na ulevi ambao hata ujulikani gongo, ulevi ambao hata wenyewe wanauita pombe haramu. Maake wamegawa pombe halali na pombe haramu. Haya, pombe haramu ni gongo, lakini matokeo yake huko